Mimi naitwa Dr. Fridolin Mrope, ni sonografa wa hospitali ya Manispaa ya Singida. Uh, niko hapa kukuelezea hii mitambo. Nafikiri tume, tume tunashukuru serikali ya awamu ya sita Mama Samia kwa kuletea mtambo huu wa X-ray wa kisasa digital machine ambayo tumeipata kama wiki mbili hivi zilizopita mpaka sasa takribani wagonjwa zaidi ya kumi tumewafanyia kazi. E, uzuri wa hii mashine ni ya kisasa, ina uwezo mkubwa wa kufanya kazi e, kwa uwezo mkubwa tu e, mpaka sasa nafikiri kuna mwitikio mkubwa wa, wa watu wamehamasika kufanya vipimo vya X-ray mpaka sasa. Kwa hiyo tunashukuru tuna kwa jitihada za awamu hii ya, ya Mama Samia Uh, huu. Uh, kwa ufanisi. Ah, labda tu nitaka kuelezea hii mashine yetu jinsi inavyofanya eh, kazi. Nafikiri hii ni, ni silinda hii ambayo ina ina mionzi ndani um, na kitanda ambacho mgonjwa anaka ana, ana, ana, ana, ana kwa ajili ya kufanya examination. Ina uwezo mkubwa tofauti kama tunavyo X-ray ya chest kwa kutumia hii aezakamika hivi kwa eh, PA na AP, lakini pia tunaweza kupiga eh, tena picha ya tumbo kwa wale ambao wa, tuna suspect wagonjwa wenye matatizo ya intestinal obstruction kwa hii ndio Seti ya hii. Lakini pia hapa ni wagonjwa wote ambao tuna matatizo wa miguu, ebazio wa kifua, ebazio ya tumbo, ambao wanahitajika kulala tuna, tunawalaza hapa na kui mashine ili ya kwa. Kama tunavyoona vizuri sawa. Karibuni sana, nitakuwa nime-nimeelezea kidogo ku- kuchukua kwa ajili ya kuwachukulia e, wagonjwa kule kuchukua foto zetu pale. Unapochukua unapokuwa unachukua picha kwa mgonjwa, unahitajika ukae eneo kama hili ili weza kuzuia mionzi isikufikie. Kwa hiyo hii ni kompyuta ambayo tunatumia kwa ajili na program kwa ajili ya kuchukulia picha kama digital, na hii kwa ajili ya kusomea kwa unapoingiza unavompiga hapa picha mteja wetu huku utakuja kufungua kwa ajili ya kutuma taarifa aione daktari kwa sehemu nyingine ambazo chumba cha kutibia wagonjwa kwa hiyo hii ndio chemba kwa hiyo sijui labda niweza kuelezea hii ni hii ni button kwa ajili ya kuexpose ile mionzi pale wakati mgonjwa wetu kaingia hii tunatumia kikio kwa ajili ya, kwa ya kuonea kule tosha natosha haya Hiki ni chumba cha mtaalamu wa, wa, wa ultrasound tunamwita sonographer. hii ni mashine ya ultrasound. hii mashine ina uwezo wa kufanya echo, kufanya abdominal, abdominal pelvic ultrasound. pia ina uwezo wa kufanya small party, pia ina ina uwezo wa kufanya vipimo mbalimbali vya mama kuchunguzia wakati wakati wa eh, mama, wa mama mama wakati wa fertilization. Kwa, labda nianze kuelezea hizi hizi tofauti kama alivyosema hii probe inaitwa curved linear, inatumika kwa ajili ya kupimia abdominal pain. Hii ni probe inaitwa phased array kwa ajili ya kupimia echo, kwa sababu hii hata sauti ina uwezo wa kupima echo. Hii ni transvaginal ambayo inatumika kwa wapimia wajawazito au shughuli zote za fertilization tunazifanyia hapa hii tunaitumia kwa ajili ya small part kupima e, sehemu ambazo tuhitaji e, kuingia ndani sana kama kwenye ngozi, kwenye kwenye maziwa na sehemu nyingine. Nafikiri tunapima kwa ajili ya ya kugundua matatizo mbalimbali ya ujauzito. Inawezekana labda tukagundua riski, kwa mfano e, mama kuwa na mapacha ni riski mojawapo, mtoto kutanguliza labda miguu au kukaa vibaya, tunagundua hapo e, pia e, kondo la nyuma la mama utakuwa chini au utangulia au mtoto kuwa amekufa tumboni na matatizo mbalimbali. Kwa hiyo hiki ni chombo mojawapo muhimu kwa mama mjamzito, tunashauri wakina mama wahamasike kwa ajili ya kuja kupima ultrasound, kugundua matatizo mbalimbali wakati wa ujauzito. Karibuni sana. Kwa hiyo unaweza kuanza kumpima mama hapa kugundua nda matatizo mbalimbali au, au a kufanya kujua uh, mwenendo wake wa ujauzito. Sawa, kama hapa tunapima eh, tunaweza tukakadiria miaka au umri wa mtoto utumia viungo mbalimbali mbali. kwa hiyo tunapima kwa mbana, tunapima tu, tumbo la mtoto unaweza kulikadiria kujua kwamba tumbo la mtoto lina, lina tofauti kwa mfano hapa hii inakuelezea na wiki ishirini na sita, ina wiki ishirini na sita kwenye hiki kiungo kwenda kwenye kiungo kingine tunaelewa kwa mfano huyu mtoto hapa tunaona tunaonametambuza e, tabu, ametanguliza miguu, kichwa kiko juu kiko, kwa tumegundua kwamba mtoto huyu kwa umri wake kwa sasa miguu imetangulia chini, ambayo tunasema sio ni yani, normal mtoto atanguliza kichwa juu kichwa yetu. <coughs> ana umri miezi mingapi? <tos> mishizito, mishizito. <tos> sosoeanay ko tunagundua vile vile mapigo ya moyo ya mtoto, sasa tukagundua hapa.